Mwezi ambao una vitu vingi sana vya kuchuma thawabu kabisa kabisa. Naam, huu mwezi kama unaofuatisha vizuri, ndio mwezi wa kukota ukota thawabu, lakini maana so, hey, so, usije kaukota vyuma chakavu kaenda kupima mpati thawabu hapo. Thawabu ndio unaokota eh. Alafu sasa kipindi hicho maswahaba wa Mtume ulikuwa ukifika mwezi huu Dio. Ukiwa unakaribia kuisha walikuwa wanalia vibaya mno. Unajua walikuwa wanalia nini? Ah, unajua walikuwa wanalia nini? Ah, ah, wanalia kwa sababu huu mwezi una vitu vingi sana kuanzia swala yako ya e, e, e, na ndio mpaka funga yako wenyewe unaofunga. Eh bwana. Hebu subirini kwanza, subirini kwanza, simu inaita, simu inaita. Tumeisha wapi? Pale ambako mpaka kwenye swala zako. Haina, haina, Haina shida, haina shida unazoswali na mbwembwe. <laughs> <Haina>, huyu <noma. laughs> <un buen> <laughs> Ndio ndio, vizuri. Vizuri. Ndio lakini ndio mzuri, anatufundisha maadili ya dini. Mpaka unaposwali. Mpaka unaposwali. Ndio. Alafu sasa chengine pia kuna zile sunna, ukizifuatisha sunna unakuwa ndani ya miongoni mwa sunna za Mtume, kuanzia unapopiga mswaki asubuhi pale unapoamka, ndio Ukipatisha ule muda mzuri wa kupiga mswaki pale. Sawa sawa. Pale ndugu yangu unatia tiketi. Sawabu hizo. So, ah. Ma tiketi zina hiyo. Sio unaamka, jua tayari lisha lisha kuwa kali, unapiga mswaki pale, sio sawa. So. Ndio. Hairuhusiwi. Eh. Hey. Ukiwa unasoma Quran ndani ya mwezi huu. Eh, hey. Sawabu hizo. Sawabu kabisa kwa sababu. Wewe una miswabu hivyo bwana ile ile. Kabisa. Yeah. Subiri, subiri, nimeishia wapi? Ukiwa nasoma Qurani unapata sawabu. Kama tieni hapo hapo basi. Ni sawabu hapo hapo. Hapo hapo. Sawabu. wangu mimi kama nahudhuria kila siku kwenye mkao wetu huu kabisa, na imani na sisi. Mimi mnajua, shisnajua bwana, vijana wenzetu kama nyie bwana, kipindi hichi pia wanafanya nusura ya Mwenyezi Mungu, watu wanaoa pia Msoja, hey. Amechelewa chelewa kabla mwezi una anaingia kwenye ndondona. Simu zimekuwa nyingi nyingi, napigiwa simu na kila sehemu. Usipige hey. Mswaki jua likiwa tayari lishakua kali no. Ndio mokama hey. Ni sunna, sim zinaingia hey, Ongeza sauti bana, sikusikii mimi vizuri. Ah, Shekhe Shekhe Shekhe. Bona nisikie au? Shekhe. Hey. Eh. Hilo. Si au niweke loud speaker. Weka <tutu> loud speaker, weka loud speaker. Hiyo simu, eh, weka loud speaker kwanza. Ha? <tutu> Shekhe kumbe Kobe. Shekhe hilo si andazi hilo. Huyu ni Kobe aliyokosa aliyokosa magamba. Shekhe usijifanye, atakafirullah wewe Shekhe bwana Kobe bwana. Shekhe wangu mimi na kuamini. Ndio jumbe tunasoma kabisa. Si aibu hii. Jamani, ndugu zangu. Ila samili imenishinda, ni bora niondoke zangu kabisa. Mlani nini? Kosa la kwako mwenyewe, kosa la kwako mlani. Sio kweli, hiyo ni wewe mwenyewe. Ndio maana huyo alikuwa akitoka huko, aenda kulandazi ndazi, ajifanya anongea na simu, akitoka kule, kumbe alikuwa anaenda kupiga mandazi. Wacha kwanza wasoshe wangu kwanza, leo usoshe wangu. Ah, wewe mkatayo kwanza, leo tukutane sala maali. Ah, wewe utakuwa peke yako bwana. Shee unashika nini bwana magari, halafu tembea kama kachoka vile, kumbe kameshiba. Kumbe Kobe <laughs> Kazi kubwa, nashindwa kuwa na imani kweli. Huyu shee rafiki yangu, si aibu hii? Aibu sana, nikaniaibisha vibaya mno. Wewe kama undu alikuwa shee wako anakupa mawaidha na kukufundisha, huyu achana naye, siku atakuponza